Dar es Salaam, Tanzania, habari kubwa inayotikisa mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni ndoa ya msanii maarufu wa Bongo Fleva Nasibu Abduri Juma maarufu kama Diamond Platnumz na mwanamuziki nyota wa WCB Wasafi Zuhura Othmani Sud almaarufu Zuchu. Kwa mjibu wa taarifa rasmi zilizotolewa leo, Diamond Platinum na Zuchu wamefunga ndoa katika hafla ya kidini iliyofanyika kwa faraga katika jiji la Dar es Salaam. Ndoa hiyo imefungishwa na shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shehe Warid Kawambwa ambaye pia alitoa nasaa kwa wanandoa hao wapya. Tukio hilo limehudhuriwa na familia za pande zote mbili, marafiki wa karibu pamoja na baadhi ya viongozi wa dini. Hata hivyo, kwa mjibu wa chanzo chetu, tukio hilo lilifanyika kwa usiri mbili kubwa, bila kuwepo kwa uandishi wa habari au wanahabari wengine wa mitandao ya kijamii. Mashabiki wengi wa Diamond na Zuchu wamekuwa wakisubiri kwa hamu kudhibitishwa kwa uhusiano wao wa kimapenzi ambao kwa muda mrefu ulikuwa gumzo mitandaoni, lakini haukuwa umethibitishwa rasmi. Hatimaye leo wameweka wazi uhusiano wao kwa hatua ya kufunga ndoa, hatua ambayo imeibua hisia mseto na pongezi nyingi kutoka kwa mashabiki wao ndani ya nje ya Tanzania. Katika ujumbe mfupi uliosambazwa kupitia ukurasa kurasa za mitandao ya kijamii, baadhi ya viongozi wa WCB Wasafi wamewapongeza wa wawili hao kwa hatua hiyo adhimu, huku wakisisitiza kuwa ndoa hiyo ni ishara ya kuimarika kwa mahadili na misingi ya familia katika tasnia ya burudani. <laughs> Mashabiki wameendelea kuonyesha furaha yao kwa kutumia hashtag kama Diamond weds Zuchu, loyal wedding Bongo na WCB love story, huku wengine wakieleza matumaini kuwa ndoa hiyo inaleta mfano mzuri kwa wasanii wengine aa, na jamii kwa ujumla. Kwa sasa bado haijafahamika kama wanandoa hao wapya watatoa tamko rasmi kwa vyombo vya habari au kama wataandaa sherehe kubwa ya kuadhimisha ndoa yao katika siku zijazo. So, endelea kufuatilia Habari Link kwa taarifa zaidi na picha za tukio hilo kubwa la kihistoria katika tasnia ya Bongo Fleva. Au vipi eh? Hii ni Saidi TV media na mimi naitwa mjr 16 ai, uwe na siku njema. Baibai.